Hello guys, kuna maswali ambayo watu wengi wanakuwa wanajiuliza lakini hawapati majibu ya. Kuna mdada aliwahi kuniuliza kwamba yeye aliwahi kuwa bikra lakini akafanya mapenzi bikra uh, ikatoka, alafu akaenda kufanya mapenzi na mtu mwingine bikra ikatoka, maanake alikuwa anaamini kwamba ana bikra mbili. Kwa hiyo kuna watu wanaamini kwamba ana bikra mbili. Je, kitaalamu mtu anaweza kuzaliwa na kuwa na bikra mbili? Hilo ndo swali au ndo somo letu. Kitaalamu hakuna mwanamke ambaye amezaliwa na bikra mbili, mtu anakuwa na bikra moja tu. Kitaalamu hakuna mwanamke ambaye anaweza kuwa na bikra mbili. Kitaalamu tunakuwa, mwanamke anakuwa na bikra moja. Kwa kama wewe unajidanganya nafsi yako uliwahi kuwa na bikra mbili, hiyo ni imani potofu na haiwahi kutokea, lakini kuna changamoto au kuna hitilafu za kitaalamu zinaweza zikatokea, unaweza ukawa na bikra moja lakini ukaonekana kama una bikra mbili. Tuko sawa eh? Kitaalamu hakuna mwanamke ambaye ana bikra mbili, lakini unawezekana kuna, kuna maradhi au kuna shida au kuna changamoto zinaweza zikatokea wewe mwanamke ukaonekana kama una bikra mbili. Tatizo hilo au changamoto hiyo tunakuwa tunaita uh, septate hymen. Septate hymen tafsiri yake, mwanamke anakuwa na ngozi mbili, tuko sawa? Anaposeksi siku ya kwanza, ngozi ya kwanza inatoka anaendelea na shughuli zake, siku ya pili ana sex tena, na jinsi pia ana bikra, kumbe kuna ugozi wa pili pia ambao tunaitwa yemen unaweza ukatoka, lakini umeungana sehemu moja, kwa hiyo unaweza ukawa na ngozi mbili ambazo tunaweza kuamini wewe ni bikra mbili, lakini ikawa ni bikra moja ambayo tunaita septate hymen. Lakini pia kuna kitu kinaitwa kitu cha pili kinaitwa macro perforate hymen, macro perforate hymen maana yake, unaonekana kama unaonekana kama una, una u, u, u, zile sehemu za siri mbili, tuko sawa eh? ambazo zimejitenganisha. Kwa hiyo kama una, unaonekana kama una sehemu mbili ambazo zimejitenganisha, uh, uke mbili, usikaamini kwamba hii na bikra yake na hii na bikra yake Hapana, bikra inakuwa ni moja tu. Kwa hiyo kitaalamu hakuna bikra mbili, isipokuwa kuna bikra moja, ila ikitokea kama hizi septeti au makropaforeti ime, ndio inawezekana kuonekana una bikra mbili, lakini kumbe una bikra moja. Changamoto za kimaumbile ambazo unaweza kuzaliwa nazo yeah. Guys, tumeelewana sasa. Leo bana, kuna hizi bidhaa hapa nimewaletea, najua afya na urembo ni vitu viwili ambavyo vinafanana. Kwao kuna bidhaa hapa mbili nimezitoa kwenye hii boxi, kuna shampoo afu kuna conditioner. Hizi bidhaa zote ni bei moja 25. Kama unasumbuka na na, na na mba kichwani, mba ni mwingi sana unasumbuka, unawashwa, kichwa kinauma, usiku unalali kwa sababu ya mba. Una, unapaka conditioner yako, baada ya dakika 30 unatoa conditioner na weka shampoo yako. Kila kitu kinaenda sawa. Na hisi umeelewa vizuri, karibuni sana ofisini kwangu. Bye bye.